Karibu kwenye chaneli yetu. Kama hii ni mara yako ya kwanza kukutana na chaneli hii, basi hakikisha umesubscribe katika chaneli hii, pia bonyeza alama ya kengele iliyoko pembeni yake. Siku leo naenda kukufundisha, kuna application mpya hii hapa ya kusikilizia muziki. Ni nzuri sana kwa matumizi ya kusikilizia muziki. Utakachokifanya, ingia play store, nenda katika sehemu ya kusearch, search muso muso play uta, uta, uta zipo kwenye simu yako hii. Mzuri wa hii application ina vitu vingi ambavyo vinaweza vikakusaidia wewe mtumiaji, vikausaidia mtumiaji. Ina, ina Play, play time wii, ambayo inaonyesha kwamba umetumia kwa muda gani application. Kwa mfano kwa siku umetumia dakika ngapi kusikiliza, kama mimi kwa siku ya leo nimetumia dakika kumi kusikilizia katika hii application. Na msanii wanakuekea ni, wanakuekea kila kitu mpaka playlist za ya, ndani ya wiki umesikiliza ngoma ngapi, kwa wanakuekea kumi ngoma bora ambazo umezisikiliza sana ndani ya wiki no. Watakuletea kwa mfano, ni playlist yangu hiyo ya hapo, kwa mwezi pia, hata kwa mwaka pia, wana ipo ambayo iko hapa pembeni, inaonyesha kwamba umeitumia hii application na kusikiliza miziki kwa muda gani no. Baada ya hapo, ukitoka hapo, kuna style, kuna kitu kinaitwa style center na hii no. Sehemu ya style center ukiingia utakuta kuna staili ambazo unaweza ukaziweka. Okay, okay, okay, katika play, playlist kwa nyimbo ikiwa ina play inakuwa na theme gani, tunaweza tukatumia neno kwamba theme um. kwa ni wewe sasa unaweza ukachagua hapa theme ipi unataka wewe, kwa una, unapenda wewe kuitumia unaona. Mfano mimi naweza nikachagua theme una... hii hapa na baada ya hapo nita apply nikisha apply iko itakuja kule kwenye kwenye zimu zangu kule kwenye napo play muziki. Pia kingine kilichopo katika hii application, ukiplay nyimbo nyimbo yote ambayo utaiplay itakuwa inaonyesha hii nyimbo itakuwa inaonyesha na lyric, yani yale maandishi nyimbo yote ile ya Kiingereza Kiswahili. Kwa mfano tuchukue ya Kiswahili, siwezi kuweka sauti kwa sababu ya nani, si unajua mambo ya kimiliki, kwa utapigwa copyright kwa hiyo nitakachokifanya na play nyimbo ya Mbosukani katika albamu yake ya Definition of Love, ambayo nyimbo ya ilikuwa inaitwa Yala. Unaona, kwa hapo wanakuletea lyric ya hiyo nyimbo, na kwa unaisikiliza nyimbo pia una, unaona na maandishi, unaweza ukawa unayasoma. Unaona, ndio uzuri wa hii hapo, sio nyimbo tu, bali ni nyimbo nyingi, yani nyimbo zenye, unataka nyimbo yoyote ile ambayo unaitaka unaweza ukawa ukatoka ukaiweka katika application, unaweza ukadownload pia na, ku, na kuweza kuisikiliza. Kwa mfano ni mm, play labda nyimbo nyimbo gani hapa, labda ya kisauzi hapa, naona bolekeni hapa, unaweza uka, ukaiplay pia ukaona lyrics yake ambayo zimeandikwa kwa kizulu naona pia unaanza ukachukua labda nyimbo ya Kiingereza ukajaribu labda kuplay na yenyewe uone na itakuwa na lyric. Baada hapo unagusa tu hapo katikati hapo kwenye kioo ili ku expand iwe kubwa. Unaona hapo maandishi yanakuwa unasoma kwa chini, kwa ukitaka unasoma kwa ukubwa zaidi utaclick hapo katikati ambapo yatapanda utakuwa una unaona kama hivya hii nyimbo yote. No, no. Nimesema siwezi kuweka sauti kwa sababu ya hakimiliki, si unajua tena YouTube wanazingatia hakimiliki ya mwenye muziki. Kwa sababu sina ruhusa ya kutumia muziki katika platformu yangu ya YouTube, siwezi siwezi kutumia. Labda ningekuwa na leseni ya mtu mwenyewe ninge Awekea okay, lakini ni kushauri tukajaribu download hii application ipo Play Store. Jaribu kuitumia utaona okay. Usisahau kusubscribe katika channel yangu hii tukutane katika video zingine zijazo bye, bye.